Abdul, unatamani kuwa nani? Mwendesha magari. Unatamani kuwa mwendesha magari? <tutu> ra rafiki yako shuleni na anaitwa nani? Samira. Samira. Mnakaa dawati moja? No. No, mnakaa dawati tofauti. Okay, na mwalimu wako wa darasa anaitwa mwalimu nani? Teacher Martha. Teacher Martha, mwalimu wa darasa <tutu> Madam Rose vizuri na mwalimu wako anayekufundisha arithmetic anaitwa mwalimu nani Danna. Madam Martha safi sana umefanya vizuri sana nimependa umefanya vizuri homework yako e, unapenda somo gani Arithmetic. Aa, sawa wewe unatamani ukiwa mkubwa kama mimi uje uwe unafanya kazi gani penda kupika. Safi sana eh, unaweza kupika nini? Ugali. Sasa hivi unaweza kupika ugali? Unaweza ukanisongea ugali? Ah, bado eh, bado. Sawa sawa, sawa sawa, ehe, rais wetu wa Tanzania anaitwa nani? Samia, Samia Suluhu Hassan. Waziri mkuu anaitwa nani? Kasima. Kasim Majaliwa. anaitwa nani mkuu wa mkoa wa Morogoro? Anabari, mani, mani. Sawa sawa.